Mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao umma wa Kiislamu kote ulimwenguni hushiriki mfungo kwa kushinda bila ya kula au kunywa chochote, nguzo mojawapo kati ya dini ya Uislamu. Ni mwezi ambao waumini wa dini ya Kiislamu hujikita katika ibada na kuwasaidia wasiojiweza, huku biashara za vyakula na sharubati zikinoga ili kuwawezesha waliofunga kula kufungua kwa urahisi. Baada hii ni kufunga kujizuia kula na kunywa na kujiepusha ya kila yale mambo ambayo kwamba ni mabaya. Kwa rehema na baraka za Mungu. Mungu anatujalia hata kama ni jua namna gani, usikii kabisa njaa wala thirst. Mwendo wa mchana utakutana wengi katika masoko mbalimbali mbali Mombasa wakitafuta bidhaa kwa maandalizi ya iftar, chakula kinacholiwa baada ya kumaliza mfungo wa siku na daku, kinacholiwa alfajiri kabla kuanza mfungo huku, biashara ya tende pia kinoga. Mimi ni fursa kama hii kuswali swala za jamaa, e, tuweze kusoma Qur'an kwa sababu ni mwezi wa Qur'an, e, tuweze kuinuka swala za usiku, swala tarawih, na vilevile tusiwasahau wale ambao kwamba e, hawajiwezi katika mwezi kama huu ngana na mwenyekiti wa soko la marekiti Muhammad Ali, hali ngumu ya kiuchumi na mfumuko wa bei za bidhaa umekuwa changamoto kubwa kwa wengi na kuathiri hali ya ununuzi wa bidhaa serikali iangalie bidhaa kama hii yatende miezi mitatu kabla ya watu kuanza kufunga, ishatoa ushuru. Bidhaa zimepanda bei, kama bidhaa kama tomato, kitunguu, viazi. Sasa wateja wamekuwa kidogo, hali imekuwa ngumu. Hali sio tofauti kwa wauzaji wa madafu nje ya soko la marikiti ambayo maji yake hupendwa na wengi. Sio kama miaka yote Ramadhani vile biashara zinakuwa sahi. Biashara iko kweli Ramadhani ya madafu, lakini iko chini sana. Ila mambo ni tofauti kwa juu ya Ali anayeuza vyakula vya asili ya waswahili vinavyopendwa na wengi, sio tu waliofunga. Tunapika na viazi karai ya makima alafu tuko na kababu pia tunapika na nyama kima mayai. Mwanamkasi Ali ni mtaalamu wa masuala ya lishe bora, anafanua umuhimu wa kuzingatia lishe bora wakati wa chakula cha iftar na kipi cha kuzingatia wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. hivi vyakula ambavyo tunapenda kuvitumia ambavyo viko very greasy ama vina mafuta mengi na sukari nyingi havipendekezwi havi katika kufungulia saumu yako, ama pia vilevile vile katika kuanzia saumu yako, wakati ule wa daku, unaweza fungua kwanza kwa tende Tende has natural sugars na natural fiber. Kwa hivyo it's one of the fruit ambayo kwamba iko kwa kwenye vitabu vya, vya vya Quran na pia kiafya imependekezwa katika kufungua nayo, som ni bora zaidi kwa sababu ya nutritional value ambayo kwamba iko nayo. Vilevile ni bora zaidi ukipata chakula ambacho kwamba ni cha motomoto, kwa sababu tumbo lako limeshinda tupu kwa, kwa muda mrefu ama kwa siku nzima. Ni pia vizuri ukizingatia maji ya kunywa kwa wingi. Especially kama umemaliza kula, unaweza keti na jagi lako utarget al kama lita mbili mpaka lita tatu ya maji ili tu replenish mwili wako na maji ambayo kwamba, kwa sasa kuna jua kali iweze kukusaidia kukurudisha your good hydration state. Yote tisa kuna wale wenye wasia kwa wote, wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa mama wavae mavazi ya heshima angalau kidogo katika mwezi wa Ramadhani mtukufu, ili tupate utulivu wa macho Eh, tuweze kumfungia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupate thawabu na wao wakifanya hivyo, basi pia nao watapata malipo kwa Mwenyezi Mungu kwa kujistiri, ili tupate utulivu katika macho yetu. Bonfas Msangi, runinga ya K24 Mombasa.